Japo sheria mpya ya uwekezaji ya mwaka elfu mbili ishirini na mbili inatoa mwongozo mzuri, lakini jambo la tatu, mifumo yetu ya fedha siyo rafiki kwa wawekezaji wadogo na wakati, pamoja na uwepo wa riba kubwa na masharti magumu ya dhamana. Lakini pia jambo la nne, kuna kutolindwa kwa haki miliki na, wabunifu za wazawa, na bunifu za wazawa lakini vilevile vile, wawekezaji wadogo na wakubwa wanapimwa kwa mizania sawa katika mchakato wa zabuni lakini pia malimbikizo ya malipo ya wazabuni katika wizara, idara na mawakala wa serikali. Na katika hili Mheshimiwa Waziri wa Fedha uko hapa, naomba sana mkaangalie uwezekano wa kukata osi fedha za osi kwa walimbikizaji sugu wa madai ya wazabu. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, kama ilivyobainishwa, mojawapo ya mada za kongamano hili itahusu tathmini ya mfumo wa uchumi duniani na athari zake. Nafikiri mada hii ni muhimu sana ikizingatiwa kwamba katika zama hizi mfumo wa ugharamiaji na ufadhili wa maendeleo umebadilika kwa kiasi kikubwa, kutoka kutegemea mikopo na misaada na badala yake kutegemea zaidi makusanyo ya ndani. Aidha, hali ya mizozo ya kijiopolitiki na kibiashara, majanga ya asili, magonjwa na mabadiliko ya tabia nchi vimeathiri mifumo ya uzalishaji mali na ugavi katika mataifa mengi na hasa katika nchi zinazoendelea. Na hali hii imeongeza gharama ya uzalishaji na kwa upande mwingine imepunguza mauzo ya bidhaa zetu nje ya nchi. Kadhalika, upatikanaji wa misaada na mikopo ya gharama nafuu umeathiriwa kwa kiwango kikubwa. Gharama za mikopo ya kibiashara nazo zimeongezeka maradufu kuweza kuhimilika bila kuathiri ustahimilivu wa deni la taifa. Na kama haya hayatoshi, idadi ya Watanzania imeendelea kuongezeka kwa kasi, na sasa tunakadiriwa kuwa tumefikia watu milioni 65 wengi wakiwa vijana lakini maana yake ni kuwa mahitaji pia kitaifa yanaendelea kukua kwa kasi kubwa. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki wa kongamano, hali ya ulipaji wa kodi nchini inatutaka kujipanga zaidi kwa kuweka mikakati madhubuti ya kukuza mapato ya ndani, na ninasema hivyo kwa sababu pamoja na jitihada kubwa ambazo tumefanya ndani ya serikali kuongeza mapato bado, hali ya ulipaji kodi nchini inakabiliwa na changamoto mbalimbali, hali inayopelekea ukuaji mdogo wa makusanyo ya ndani. Kwa mfano, uwiano wa mapato kwa pato la taifa umekuwa ukiongezeka kwa kasi ndogo katika kipindi cha zaidi ya miongo miwili, kutoka asilimia 12 mwaka 2001 2002 hadi asilimia 14.9 mwaka 2024 2025. Kiwango hiki ni cha chini ikilinganishwa na wastani wa asilimia 18.6 kwa nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, lakini kadhalika ni chini ya wastani wa nchi rika zenye uchumi wa kipato cha kati kama Botswana ambao wao wana mapato yao ya ndani ni asilimia 28.8 ya pato la taifa. Kenya ni asilimia 18, Ghana asilimia 17.2, Zambia asilimia 21 na Mauritius asilimia 25.6. Kwa hiyo sisi tuko chini. Pindi cha kutoka mwaka 2018 19 mpaka mwaka 2023/24 ufanisi kwa maana ya makusanyo halisi ikilinganishwa na malengo ya ukusanyaji wa mapato yasiyo ya kodi nao umeshuka kutoka asilimia 26 hadi asilimia 74, na sehemu kubwa ya halmashauri zetu zimeshindwa kusimamia na kufikia malengo ya ukusanyaji wa mapato yaliyowekwa. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, maelezo niliyoyatoa hivi punde yanaonesha hitaji kubwa la kufanya maboresho ya sera, sheria, kanuni na taratibu za uwekezaji na biashara ili kufikia viwango stahili vya ukusanyaji wa mapato ya ndani. Hivyo, kongamano hili halina budi kufanya tafakuri ya kina na kuainisha maboresho yanayohitajika kisera, kisheria, kikanuni, na hata kiutaratibu ili kuwezesha uwekezaji wa biashara, uwekezaji na biashara na hivyo kuleta mageuzi makubwa katika mfumo wa kikodi na ukusanyaji wa mapato yetu ya ndani, mapato ya kodi na yasiyo ya kodi. Sasa, pamoja na hatua za kisera kisheria na kitaratibu zilizochukuliwa na serikali, bado kuna vikwazo kadhaa vya kimsingi vinavyojumuisha udhaifu katika utawala bora wa kikodi, wigo mdogo wa walipa kodi, kiwango kidogo cha ujumuishi wa huduma za fedha, yani low financial inclusion, na uwepo utoro wa utoroshaji wa fedha, illicit financial flows. Hivyo ni rai yangu kwa washiriki wa kongamano hili kutoa mchango wa mawazo ambayo yatasaidia mambo kadhaa. Kwanza, kuboresha na kuimarisha zaidi utawala bora katika mfumo wa kodi, lakini pili, kutanua wigo wa kodi na hasa katika sekta ambazo kwa sasa zina mchango mdogo kama vile sekta ya kilimo na sekta isiyo rasmi. Kwa mfano, ni dhahiri wafugaji wapo wengi ambao wana idadi kubwa ya mifugo, ng'ombe, mbuzi na kadhalika, lakini hawalipi kodi kabisa, isipokuwa ushuru mdogo wa machinjio au usafirishaji wa mifugo. Lakini pili, ni kuongeza ujumuishi wa huduma za kifedha. Sasa licha ya jitihada kubwa zilizofanyika katika eneo hili bado kuna changamoto ya wananchi wengi na hasa vijijini kutofikiwa na huduma za kifedha na vile vile inapelekea kuwa na kiwango kidogo cha kuweka akiba. Jambo lingine ni kupanua wigo wa kodi kujumuisha sekta zinazokuwa haraka na hasa sekta za ubunifu creative industries and services ikiwemo sanaa, muziki, tehama na michezo. Lakini pia tunakabili, ni muhimu kukabiliana na changamoto ya utoroshaji wa fedha nje ya nchi. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, ninavyoona mimi hatua zifuatazo zikichukuliwa na kutekelezwa ipasavyo zinaweza kutuongezea kiwango cha mapato ya ndani. Kwanza ni kuweka mkazo zaidi katika kuimarisha uwezo wa ukusanyaji na usimamizi wa mapato ya ndani. Kwa lugha ya kigeni, we need to be more vigorous in strengthening capacity for domestic revenue collection and management. Lakini jambo la pili tunahitaji kuongeza jitihada katika kuboresha mfumo wa kodi ambao utahakikisha usawa na kuondokana na misamaha ya kodi isiyo na tija. Kwa hiyo we have to work more on tax reforms in order to ensure tax harmonization and move away from tax exemptions, concessions and holidays. Lakini jambo la tatu ni kutoa vivutio vya kutosha kwa mawakala na taasisi za kukusanya kodi ili kukabiliana na vitendo vya rushwa. Lakini jambo la nne, tunahitaji kukuza matumizi ya tehama katika ukusanyaji wa kodi na uwekaji wa akiba. lazima katika eneo hili tuongeze msukumo katika matumizi ya EFD. Jambo la tano ni muhimu kutekeleza mikakati ya makusudi ya kupunguza na hatimaye kuondokana na utegemezi wa misaada kutoka nje. Lakini pia muhimu, lazima tuendelee kuboresha mazingira ya biashara ili kukuza uwekezaji. Eneo la saba tunalohitaji kufanyia kazi ni kama dhubuti ya taarifa za walipa kodi, walipakodi wa sasa na walipakodi tarajiwa, na twende kuangalia mtu mmoja mmoja, mashirika na taasisi, na kufanya jitihada za kuongeza idadi ya walipa kodi kama njia ya kupunguza mzigo wa kodi na hapa, hapa napenda kukubaliana na maoni ya sekta binafsi na ni vema wizara zetu, Wizara ya Fedha, lakini pia Wizara ya Mipango na Uwekezaji kuzingatia sana ushauri uliotolewa kuhusu elimu, elimu kwa wajasiriamali wetu wadogo wadogo, lakini pia kupunguza gharama za kurasimisha biashara ili zitoke kutoka sekta isiyo rasmi kwenda kwenye sekta rasmi. Lakini vilevile vile, rai iliyotolewa ya kuangalia kipengele cha 28b kuhusu ofisi ya tax ombudsman ni muhimu nacho kirejewe, lakini eneo lingine ambalo ningeshauri liangaliwe ni mbinu. Lazima tubuni mbinu za kukabiliana na changamoto ya kilojistiki na kisiasa katika utozaji wa kodi katika sekta isiyo rasmi. Na mwisho, ni lazima tuweke mfumo thabiti wa usimamizi, ufuatiliaji na upimaji kwa taasisi za kodi na zile za usimamizi. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, kwa kuhitimisha hotuba yangu na kutoa muda zaidi kwa ajili ya majadiliano katika kongamano hili, ninapenda kuweka msisitizo katika masuala matatu muhimu yafuatayo. Kwanza, ninalitaka kongamano hili lijielekeze kuibua mawazo na mikakati mipya itakayoiwezesha nchi yetu kuongeza makusanyo ya mapato ya ndani na hivyo kuiwezesha serikali kutoa huduma bora kwa wananchi na kupunguza utegemezi kwa wahisani, na hili ndilo litakalotuwezesha kuanza utekelezaji wa dira ya taifa, dira mpya ya ishirini na hamsini kwa nguvu. Lakini jambo la pili, natoa rai kwa wananchi kutumia vema fursa inayotolewa na serikali kila mwaka kutoa maoni na kuwasilisha mapendekezo yao ya kuboresha sera za kodi na uwekezaji kwa kuchangia moja kwa moja katika jukwaa hili au kupitia dirisha la kidijitali. Na tatu, ninawataka mawaziri wa kila sekta kutoa maoni ya, kuo, ya, maoni ya kuongeza mapato ya ndani katika sekta zao na kuhakikisha kuwa maoni na mapendekezo yatakayotolewa na wadau kwa njia mbalimbali akiwemo kongamano hili yanafanyiwa kazi kwa lengo hilo hilo, lakini bila kudumaza ukuaji wa sekta husika. Na mwisho, kwa niaba ya serikali, ninapenda kuwashukuru wananchi wote kwa kuendelea kuiunga mkono serikali ya awamu ya sita katika jitihada za kuharakisha maendeleo kwa kulipa kodi stahiki bila shuruti, lakini pia kwa kudai risiti bila kila manunuzi yanapofanyika, na kwa namna ya pekee nawapongeza wote walioshinda tuzo mbalimbali mbali, ambazo Mheshimiwa Rais alizikabidhi kwenye siku ya mlipa kodi kwa mwaka 2023-2024. Kwa mara nyingine tena napenda kuhakikishieni kuwa serikali ya awamu ya sita itaendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini ikiwemo kuimarisha hali ya ulinzi na amani na usalama na kuboresha mfumo wa viwango mfumo na viwango vya kodi. Na sasa baada ya kusema hayo, ninayo heshima kutamka kuwa kongamano la kodi na uwekezaji wa mwaka 2025 limezinduliwa rasmi. Asanteni kwa kunisikiliza. smi ningeomba pia tuweze kumkaribisha